Mwaka jana tulifanya pamoja, wakati ule tulizungumzia miaka mitatu, e, tuliita mafiga matatu ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwa nini tuliita mafiga matatu, na sasa tumekuja kuzungumza tena miaka minne ambapo tumeita mafiga manne tumeita mafiga manne kwa sababu msingi wa taifa letu hili tunajua wazi kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mtumishi wa umma, ameapa kula kiapo kwa ajili ya kutumikia watu, na kwa mantiki hiyo, sisi kama wanahabari tunalo jukumu la msingi la kujadili kushauri na kusema pale tunapoona hapa hapapo sawa. Sasa huo ndo msingi wetu mkubwa, na sote tunajua sasa kwa sababu rais Samia aliapa, aliapa si kwa ukabila, si kwa udini, si kwa rangi, aliapa kama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na sisi hapa mara zote hata mwaka jana tulimjadili kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa vyama vingine vya siasa hapa tupo kujadili, huyu ni wa CCM, huyu ni wa Chadema, huyu eh, ni wa ACT wa Zalendo, huyu ni wa Chauma. Sisi tunajadili rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye aliapa, si aliapa kwa chama chake, aliapa kama mtumishi wa umma. Kwa msingi huo wa kwanza nilitaka niuweke sawa e. Na kwa sababu yeye ni kiongozi na ni mtumishi wa umma kwa mujibu wa katiba yetu, ni kwamba kuwapa kwake kupitia serikali yake anawajibika kutengeneza ustawi wa wananchi, na mamlaka zote zinatoka kwa wananchi, sote tunafahamu hilo. Kwa hiyo kwa hiyo huo ndio msingi mkubwa. Sasa e, kama mwanahabari na wenzangu tuliokaa tukazungumza kwamba sisi tunajua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na nilikuwa namwambia kwenye kamati ndugu Mansuri kwamba Chama cha Mapinduzi chenyewe kilifanya kwa kizungu, anasema the have done and thinkable, kwenye, kwenye, kwenye kufikiri kwamba Rais Samia ndiye anawafaa kuwa mgombea vyama vingine havijasema. Sasa kwa sababu wao wamefanya, haituondolei wajibu wetu wa msingi sisi kumpima na kujadili katika levo ya utaifa, kama rais wa nchi. Sasa hapa hatumjadili rais, hatumjadili mwenyekiti wa chama cha mapinduzi na wala hatumjadili e, e, mtu ambaye anatokana na chama cha mapinduzi japo kwamba 2015 mpaka 2020 mkataba wa msingi wa wananchi ulijengwa kwenye ilani na ilani ilivyojengwa ilikwenda kuunda serikali. Sasa sisi mkataba wa msingi tunayeandikishana naye na tulieandikishana naye ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, kwaona hapa tuna wajibu wa kujadili, kwa sababu CCM walisema Dr. Samia amefanya a tremendous job kwenye nchi hii, wakakubaliana tarehe 17, 18 pale Dodoma walikubaliana Je, wananchi tunaona tremendous? Sasa tarehe 18 e, mwaka huu tunajua tarehe 19 ndio siku aliyoapa kuwa rais wa jamhuri e. kwa nini sisi tunafanya tarehe 18? Ni siku moja kabla ya kuapa na mwaka huu kumbuke, mwezi wa tatu ndio kuna matukio makubwa mawili, ndio tuliyempoteza John Pombe Magufuli na tukio hili pia lilifanyika mwaka mwaka 2021 mwezi wa tatu na mwaka huo huo elfu mbili na ishirini na moja mwezi wa tatu tulipata rais. Kwa hiyo tulikuwa na, na, na vitu viwili, na mwaka huu tuna vitu viwili kumi na saba. Tunaadhimisha miaka kadhaa ya kifo cha Dr. John Pombe Magufuli, na ndio mwaka tunaadhimisha, tunam, miaka minne hiyo hiyo ya kuapa kwa Dr. Samia. Sasa yako makundi kadhaa e, watakuwepo vijana Voluntary kabisa, vijana wa taifa hili wawe bodaboda wawe intellectuals, maana yake watu kutoka vyuo vikuu ambao watakuja kuonyesha thinking yao, watakuja wakulima, wavuvi. Tunachotaka kila mmoja aseme maoni yake, na hapa kwenye hili bango limesisitiza kwamba maendeleo ni haki yako, Jiandikishe, piga kura na jenga taifa lako. Maana yake hapa tunazungumzia misingi ya nchi, hatuzungumzii hatuzungumzii tem za mapitisho ndani ya vyama vya siasa. Sasa kwa kusema hayo, basi, nilisema press yangu itakuwa fupi sana. Natumia fursa hii kuwaalika na kuwakaribisha Watanzania wote kuja kwenye ukumbi wa kuwatunza bichi tarehe kumi na nane mwezi huu wa tatu ambapo tutakuwa na mdahalo na mjadala mkubwa wa kupima kwamba yanayozungumzwa na vyama vya siasa ndiyo tunavyoyaona sisi wananchi. Nani anapaswa kuja kutuambia? Ni sisi wananchi. Tutakutana pale tuweze kufanya endorsement. Kama kweli amefanya, lazima tupime, tunampa tena, na kama hajafanya tutashauri kwamba a a hapa sio. Sasa, nani anatakiwa kusema hayo maneno? Ni sisi wananchi kwa ujumla wake, kuja kujadiliana, kuweka misingi ya utaifa, kuweka maoni yetu. Na mimi mnanijua, e, kwenye nyeupe huwa na mimi niko mweupe, na kwenye nyeusi huwa niko nyeusi. Angalia vipindi nimefanya, nimefanya midahalo kadhaa, kwa hili ni eneo langu la utawala kabisa navyokuja swala la midahalo mimi ni sehemu ya utawala wangu kabisa. Nimefanya na makatibu wakuu, nimefanya na viongozi mawaziri, nimefanya na wasemaji wa serikali, nimefanya na hata siku ile mlikuwepo waziri mkuu pale, tulimuuliza mambo kadhaa na aliyatolea ufafanuzi kwa kina na watu e, wakati tunafanya kipindi kile kulikuwa na shida ya umeme hapa nchini, tulimuuliza waziri mkuu e, top level ya shughuli za serikali mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, tulimtaka tukamuuliza na akatufafanulia. Nafikiri leo tunajua majibu yake, yamefanyika yajafanyika. Sasa hapa hatupo kusema wamefanya wajafanya siku hiyo, umma, kwa sababu umma ndio wenye mamlaka full ya kuteua na kutengua. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema karibuni watanzania wote kwa Tunza Beach tarehe 18 kuanzia kwanzia saa tatu asubuhi na kutakuwa na shughuli hapa katikati kuelekea kwenye hilo e, tukio e, tutaenda kukutana na makundi kadhaa, kwa sababu huku na makundi mengine yatatoka e, voluntarily kabisa. Tulijaribu kuambia vijana katika vyuo mbalimbali waje, kutoka Kagera waje, kutoka e, Shinyanga waje, kutoka Simiyu waje, kutoka Mara kote huku Msingi mkubwa ni kujadili miaka minne ya Dr. Samia kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nadhani ibara ya tatu ya 33 ya katiba iko clear kwamba kutakuwa na mkuu wa nchi, kutakuwa na mkuu wa serikali na kutakuwa na amiri jeshi mkuu. Hapa si tunamjadili mkuu wa nchi, head of government, head of state and commander in chief, ndio mtu ambaye tunatakiwa kumjadili sisi hapa. Sasa kwa mantiki hiyo basi vyombo vya habari siku hiyo vitakuwa live ili kutoa uwanda mpana kwa watu walioko Tandahimba, walioko e, Dar es Salaam ambao hawatafika. E, kuna waandishi wawili wataongoza mjadala huo kwa kina kabisa. Doto Emmanuel Bulendu namfahamu muhadhiri, sasa hivi ni dokta, alimaliza chuo huko China akarejea atakuwa ni mmoja wa waendesha mdahalo huo mkubwa wa kitaifa ambao utaenda kujadili rasilimali za nchi na mwelekeo wa taifa, wakiambatana na mtu mmoja sasa hivi kijana wangu wanaitwa Chief Edwin Odemba. Atakuwepo hapa, watakuwepo oh, hapo kujadili na kuongoza mdahalo hiyo. Mgeni rasmi atakuwa nani? Najua mnasubiri hapo. Tutakuwa na presi ya pili kuwatangazia kama tulimleta waziri mkuu kwenye mdahalo huu. You can, you think nani anaweza kuja? E, kama ambavyo e, siku tatu kabla ya, ya tukio tutakuja hapa tena kumtangaza, sasa mgeni rasmi atakuja nani? Na mgeni rasmi actually hatuwezi kumuita mgeni rasmi, naomba nirekebishe vizuri. Tutamuita mtumishi wetu kuja hapa tumuulize kwamba wewe tulikupa hiki, wewe situlikuelekeza hiki hiki, tunakupongeza umekifanya, je hiki kwa hiyo tutakuwa na kazi ya kumshauri hata kumwonya, kwa sababu si mtumishi wetu bana. Ibara ya nane inasema. Kwa hiyo siku tatu kabla ya tarehe kumi na nane nitawaita na ndio tutawatangazia kwamba mtumishi wetu atafika hapa, tutamuuliza, na nyinyi kama wanahabari mtakuwepo, tutamshughulikia kwa maswali na tutampongeza kwa maswali na tutaonya panapostahili. Tarehe kumi na nane mwezi wa tatu kwa tunza bichi, kuanzia saa tatu eh, asubuhi kutakuwa na mdahalo huo. Nitumie fursa hii kuwashukuru na kusema mjadala utakuwa wa wazi na watu wote wanakaribishwa ikiwemo vyama vya kisiasa. Mimi nawashukuru sana, hilo ndio lengo kubwa la kuwaita kuzungumza hapa siku ya leo. Msingi wa kuzungumza hapa, nimeanza kwa kusema Rais Samia ni mtumishi wa umma na kwamba kwa kuwa ni mtumishi wa umma anawajibika kikatiba kutengeneza ustawi wa wananchi. Katiba ibara ya kumi na moja ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko clear kwamba eh, serikali pamoja na mambo mengine inawajibika kutengeneza ustawi itaweka utaratibu na mambo mengine kutengeneza ustawi kwa wananchi wake. Sasa ustawi wa wananchi wake ndio haya kama hayo inaweza kujenga miundombinu, inaweza kujenga hospitali, e, inaweza ikajenga kitu chochote. Kwa hiyo kwenye hili bango umeona e, Tanzania. Hii e, Tanzania hii mimi si mwanachama wa chama chochote lakini napanda, lakini wana vyama vyama vingine wote wanapanda. Kwa hiyo huu ndio msingi wa utaifa na uzungumzia. Hapa kungekuwa na jengo la Chama cha Mapinduzi hapo, swali lako unaosema, ah mbona kuna jengo la CCM pale ile ni ni, ni, ni, ni, ni picha ya powerhouse ya Mwalimu Nyerere, bwawa la Mwalimu Nyerere, ambalo hili hata hapa tuna huu umeme sio? Kuna vinu vimewashwa kule sio? Hayo ni mambo tunayazungumza, kwa sababu yana msingi wa kitaifa. Tunazungumzia SGR hakuna mashaka, mimi nimepanda e, nimeona na viongozi wengine wa vyama vingine wamepanda, ko hii ni msingi wa utaifa na uzungumza serikali imefanya ustawi wake. Kwa hiyo kusema kwamba hakuna kitu kilichofanyika kabisa, sasa huo utakuwa ni, ni, ni, ni uhuni na, na, na, na wahuni. Eh, unajua wahuni eh, ni siku moja nilikuwa naongea na ndugu yangu Amfley nikamwambia, ananiambia wahuni ukisema hamna kabisa ni kwamba wahuni wana, wana, wana, wana, wana, wana sifa tatu muhimu sana moja, ni watu wa mikakati kabisa, kwa hiyo wanaweza kuja wakakupa mkakati ukaamini lakini, pia wahuni wapo wanaweza ku, ni, ni watu wako focused, kwa hiyo wanaweza kusema hamna kabisa hiki kitu na ikawa na ikaonekana na hakuna lakini pia wako consistent, wanafanya leo, wanafanya kesho, wanafanya kesho kuta. Sasa watu wema huwa hawana mikakati sana, na huwa hawako consistent na hawako focused, maana wanaweza kuongozwa na huruma na nini ku, hizi picha, hilo ni, ni daraja la, la, la Kigongo Busisi, hili anapita mtu yoyote. Ndio ustawi ule nilikuwa nazungumza kwamba mkuu wa nchi anawajibika kikatiba kututengenezea ustawi e. Sasa ikitokea kuna hoja za kisiasa, sasa hao watafanya wanasiasa. Sisi ni wanataaluma, wanahabari, tuna haki ya kujadili. Wanapokosoa tunakosoa, tunaposema tunasema. Nadhani nimelijibu hilo swali so, so, la pili. Kupiga kura ni kampeni, wanasema kupiga kura ni kampeni, kwamba maendeleo ni haki yako jiandikishe, piga kura na jenge taifa. E, mimi sifanyi kampeni na sina eneo lolote na ingia kwenye kamati zozote za kufanya kampeni. Haya ni maneno yako wazi kwamba kwa mujibu wa katiba yetu utaratibu wa kupata viongozi upo kwenye kupiga kura, na ili upige kura, kuna msingi wake unakoanzia. Kuna vyama sasa vya siasa huko, hivyo vyama vya siasa vitatuletea mtu, vikituletea mtu sisi tuta, wata, watatengeneza ilani zao, wataanza kampeni, na wakianza kampeni, jukumu la wananchi sasa, ibara ya nane, sasa ni kuwaweka hawa watu madarakani na hakuna namna nyingine ya kuweka madarakani, utaweka kwa kupiga kura na hautaweka, utawaweka kwa kupiga kura kama hujajiandikisha. Sasa kama kuna kitu ukitaki, hauwezi kusema tu staki, namna pekee utajiandikisha ili upate haki ya kumfukuza unayetaka kumfukuza. Nje ya hapo hutamfukuza, utakuwa unapiga maneno barabarani. Kwa hiyo, mwanangu, ukishawachagua, ukishawachagua wataenda kuimplement mlichokubaliana. Sasa hicho unachosema maendeleo, msingi wake lazima uwachague hawa watu. Sasa hii sio kampeni, ni maneno yako wazi. E, najua msingi wako unataka labda kusema, ah, mbona kuna no reform, no election, wewe unasema watu wajiandikishe. Sasa kama msingi wa hilo swali ungelileta, lina majibu yake e, ila sio sehemu ya, <laughs> ya, ya, ya, ya, ya, ya swali lako labda kama utaliongeza Eh, kwa nini miaka mitatu mwaka jana, mwaka huu miaka minne? Mafiga mafiga manne, mwaka jana mafiga matatu, mwaka huu mafiga manne. Kwa nini? Najua unapata confusion. Mafiga matatu ukiwa na maana mafiga huwa yako matatu, mafiga manne, kwa nini mafiga manne? Tulikokuwa kijijini huko tukuyoona mafiga manne sio? Lakini katika modern society hata mawe saba yanaweza kuweka sufuria sio? Ndio maana kuna majiko na vitu vinne. Sasa iko hivi, kwa nini nakupa confusion? Ni kwa sababu ni idea, kitu kilichokuzamisha kichwani ni idea, mawazo, sio? Wanasema idea it's an activity of thinking, ndio maana Ulishawahi kuona chuki? Ulishawahi kuiona chuki mkononi kwako? Nikikwambia unionyeshe chuki, unaifahamu upendo? Ulisha kuona kwamba ule ni upendo? Ni idea, sio? Kwa hiyo kwa hiyo ni swala la kutune mind. E, kutune mind ukitune mind unaamini hivi. e, mafiga manne, si kweli hayawezi kupika, sio? Maana yake ni miaka minne Mafiga matatu ilikuwa ni mafiga matatu miaka minne, mafiga manne. Kinachokutia wasiwasi ni thinking ambao umeamua kuiweka, sio? Yaani ukiamua hivi e. Kwa sisi wa waka, Katoliki kuna amri kumi, amri moja wapo inasema e, e, usiibe sio? E, usitamani sio? He, kuna mayo maneno ustamani sio, lakini ushaiona ile matamanio kwamba kutamani kunaonekanaje thinking kwao. Mimi nafikiri tuko kwenye mjadala wa kubadilisha mindset, tupo kwenye mjadala wa kubadili mtazamo na namna ya kufikiri. Tukishafikiri tofauti, ndio tutaweza kusonga kwa tofauti Tukienda vitu business as usual, ndio tunaweza kudhani kila kitu kiko sawa. Asante sana, nadhani nimefafanua hivyo. Kwa mfano ni wanahabari waliokaa, wanaoendesha midahalo na mijadala ya kitaifa, tulikaa tangu mwaka jana tukakubaliana, tukaanza kufikiri nchi hii ili tuweze kumove inahitaji mijadala na mijadala ndiyo njia pekee ya kutibu sasa mimi Dr. Blendu, kina Chifu Odemba, wakina Korumba, Lebabas wote hawa wanaendesha mijadala ya kitaifa eh. Sasa wanaoendesha mijadala ya kitaifa ndio muda ambao tunakutana kuchambua eh, kutoa ushauri kutoa mwelekeo, ni waandishi wa habari, ndio maana hata Mansuri hapa ni mwanahabari yuko hapa, kwa hiyo nadhani hilo nimelijibu. Okay, wanasiasa hawaepukiki sio kwa sababu msingi wa kupata viongozi wetu kwa mujibu wa katiba, msingi wake watapitia kwenye vyama vya siasa, hatuna mgombea binafsi. Sasa Dr. Samia amepitia kwenye chama chake, lakini mimi hapa nimesema mwanzoni kabisa niko hapa kujadili kiongozi na mtumishi wa umma, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio kada wa Chama cha Mapinduzi. Haya, hilo nimelimaliza. Ukasema kwa nini sasa lakini na mimi nikipata fursa ya kukuuliza kwa nini sio mwaka jana? Kwa sababu na mwaka jana nilifanya, e, na mwaka jana lilifanyika, hakukuwa na uchaguzi mkuu kwao ni miaka mitatu miaka minne miaka miwili iliyopita, kabla ya mwaka jana halikuwa kwa mtindo huu, lakini mimi nilifanya kupitia midahalo ya TV kuhusu tathmini ya, ya, na hiyo ni utaratibu kupitia the big agenda huwa tunafanya kuhusu tathmini ya jumla ya Bunge, serikali, pamoja na ustawi wa ujumla wa wananchi. Kwa hiyo mimi, hii sio mara ya kwanza, hii nimeshafanya hii ni ma, ni hata mara tano inafika. Sema sasa imekuja kwa modo nyingine, lakini tumefanya nyuma kwa, kwa mtindo mwingine. Ina mahusiano na kampeni, ina mahusiano na miaka minne tu ya mtumishi tuliyemchagua, na hapo hapo, labda mwenyekiti kwa kuongezea Mheshimiwa hmm. Waziri Mkuu katika Mafiga Matatu alishauri anasema, hmm. alitamani sana hata ingewezekana ifanyike kila baada ya miezi sita. hmm. Kwa hiyo pia tunaendelea kupokea ushauri wa viongozi wakubwa wanapoona kuna mambo mazito ya nchi hii kwamba yanahitaji mijadala na ndicho ambacho kilifanyika. Kwa hiyo mwenyekiti wetu wa Mafiga Manne, yeye aliona ni vyema iwe kila mwaka, hasa ule mwaka ambao rais anakuwa aliapa. sawa Hmm. Suwala na suwala la Sengo maswali mazito hmm. Nani atayajibu? Inatokea kuna swali linakwenda direct kwa Mheshimiwa Rais mwaka jana hmm. Mwaka, mwaka hmm. jana mwaka jana Sengo, ulikuwepo, kumbini ni kwamba walikuja watu wengi. Sisi tuna utaratibu mzuri sana, tunaalika viongozi, sio tunaalika wakurugenzi, katika level hiyo lazima tuwalike. Tunaalika wakuu wa wilaya lazima tuwalike, watakuwepo wabunge lazima tuwalike, watakuwepo madiwani lazima tuwalike wataalamu kutoka taasisi za serikali lazima tuwalike eh. Eh? kwa sababu tusipowalika tutajikuta tutajikuta tunafanya mjadala ni kama wenda wazimu, na sisi hapa hatuko kama wenda wazimu hapa. Tutawaita viongozi. Mkurugenzi kipindi kile alipigwa swali wa halmashauri akajibu, alipigwa swali waziri mkuu akajibu. Saa mwaka huu eh, tarehe kumi na nane bado tuna karibu siku karibu kumi na kitu e, ndio maana tuna presi ya pili ya kukuambia sasa usianze kushin, kujishinikiza kwamba, aa, bana anakuja makamu wa rais hapa ngoni, kajiandae wewe, jua hivi matatizo ulionayo, kama kuna hoja ulizonazo za kupunguza nenda kafikiri ukiwa katika neutral ground bila kuwa na shinikizo, kuna fulani nenda kumshughulikia. Ila siku hiyo utatumkuta unayetaka kumuuliza, kama ni diwani wako tutamwalika, kama ni mkurugenzi atakuta. Ndio maana siku hiyo walikuwepo wataalamu wa maji, walikuwepo wakuu wa wilaya, walikuwepo wabunge, alikuwepo waziri mkuu. Sasa bwana Sengo, kaka yangu katika taaluma kwa muda mrefu, naamini watu wa kujibu tunachoenda kuki kukiuliza watakuwepo wa kutosha kabisa eh. Kwa kumaliza kabisa, mwenyekiti, tathmini ya kongamano lilopita, lakini tuunganishe na swali la mwisho la sada washirika, tunatarajia kuwa na washiriki wangapi wa, wa kongamano hili, lakini tathmini ya kongamano lilopita ambalo ni swali la Bwana Sudi. Tunatarajia kwa kweli kuwa na watu kama elfu tatu kwenye ukumbi ule, hayo ni matarajio ya juu kabisa, ambapo eh, ukumbi kwa nature ukumbi ule tulitamani kuwa na watu wengi zaidi E, lakini tunaendelea kushauriana kwa sababu makundi mbalimbali yatakuja. Kwa hiyo lakini elfu tatu, elfu tatu mia tano, hapo kwa sababu hatutawajaza sana pale, ukumbi utakuwa umefurika. Ndio matarajio. E, akasema tathmini bwana Sudi akongamana lolopita. E, tulimuuliza waziri mkuu umeme utaimarika lini? Akasema tuna miezi miwili tu, hamtasikia tatizo la umeme. Sisi tukifanya tathmini tunaona hakuna tatizo hilo kwa tunaona kongamano lilisaidia wajibu. Tuliuliza maswali kadhaa, tuna kelele tunazisikia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, bado watu e, wanabambikiziwa bili labda za maji na nini na nini, tulimuuliza pale, majibu yalitoka. Labda sasa na mimi nilifanya tathmini yangu na ndugu zangu, kwa kweli naona baadhi ya maeneo kama ni matatizo yamepungua yamepungua sio kwamba yamekwisha, usije ukaenda tu yao, yamepungua yamepungua, sio kwamba yamekwisha. Kwa hiyo tathmini ile imetupa picha kwamba kufanya makongamano wa namna hii yanaweza kujibu maslahi mapana ya, ya misingi ya nchi yetu na maendeleo kwa watu, kwa sababu tuliuliza maswali kwamba bana, ili daraja ni kweli tutalivuka mwaka huu? Wakati tunamuuliza ilikuwa asilimia nadhani 65 au hivi, leo tunaambiwa lina 80 kitu sio 90 eh, e, lina asilimia 90. Maana yake walienda wakaambia, wa, wananchi wenye nchi wameuliza maswali yao, na tumewahakikishia mwakani watapita. Sasa mwaka huu walituambia tutapita hapo, kwa kweli na wakati mwingine ukifika pale una, kupita, una koo, unaweza kupita unachomoza kidogo kwa unaweza kuona sio, e, kwa hiyo tathmini ni nzuri ya kongamano letu la mwaka jana, limejibu maswali, limejibu hoja za wananchi, japo haizuii kwamba ziko changamoto ambazo pia na zenyewe tutawauliza mwaka huu. Mimi niwashukuru sana. <tune>